Kwa upande wa zate wao wameomba nyongeza ya mishahara, na wanasema kwamba yale yaliyofanyika nyuma yalikuwa marekebisho tu, wala hayakuwa nyongeza ya mshahara. <laughs> Tunachoweza kusema kama serikali ni kwamba kila mwaka tunao utaratibu wa nyongeza kupitia bajeti yetu, mwaka huu wa 2025 tutaangalia katika bajeti yetu kwa kiasi gani tunaweza kuboresha maslahi ya wafanyakazi kupitia mishahara. Hivyo naomba mtuamini kwamba lengo na dhamira yetu ni njema na tutaangalia na haya. Kwa nini ninawasema kwamba hii kauli haiji sasa? Ni kwa sababu tunakabiliwa na uchaguzi na sote tunatambua gharama kubwa za uchaguzi, na ndio maana nimewapa kazi wizara ya fedha wanipe hesabu kiasi gani tutaweza kuongeza katika maslahi na katika upande wa mishahara, na kiasi gani tutaweza kuweka kwa ajili ya kufanikisha uchaguzi. Nitakapokuwa nimeshapata hesabu hizo, mimi nitakuwa wa kwanza kukuelezeni, ndugu wafanyakazi jinsi gani tutavyoweza kuongeza mishahara katika kipindi hiki kinachokuja. Kwa hivyo naomba mpokee ahadi yangu hiyo, na vile vile kama tulivyosema kwenye kauli mbiu yetu, tunakwenda kwenye uchaguzi, tufanye uchaguzi kwa amani. Hakuna jambo la msingi kuliko yote, haya yote tunayoyazungumzia hapa yanahitaji nchi yetu iendelee kudumu katika amani. Tukipata amani, mimi sina shaka kwamba maslahi ya wafanyakazi yataongezeka, kwa sababu nchi yetu kwa kweli uchumi wetu unakuwa kwa kasi. Mwaka uliopita uchumi wa Zanzibar ulikuwa kwa asilimia saba nukta nne ni record, haijawahi kutokea, na kwa kweli katika eneo lote hili la Afrika Mashariki hakuna nchi inakuwa kwa kiwango hicho zaidi yetu. Sisi zani wote wako chini yetu. Maana yake ni kwamba tukikuza uchumi tutaongeza maslahi ya wale wanaokuza uchumi huo, lakini vile vile tutatoa huduma bora zaidi, huduma za kijamii katika maeneo yote. Natambua bado tuna changamoto katika maeneo kadhaa ya huduma za kijamii, ikiwemo maji. Kwa mfano, katika mkoa huu wa Kusini tutajitahidi tuondoe changamoto zote, lakini vile vile tutajenga miundo mbinu bora kabisa, ikiwemo ya bandari, viwanja vya ndege, barabara na kadhalika. Nyote mnafahamu kwamba hizi si ahadi hewa, kwa sababu tumeshaanza kuzifanya. Tunachofanya sasa hivi ni kukamilisha yaliyobaki kabla ya uchaguzi, na ahadi yangu ni kwamba mkiendelea kutuchagua kipindi kijacho cha miaka mitano, tutapaa kwa maendeleo.